Sante. Karibu kwa swali. Nina ninatatanishwa na kitu kimoja, Pasta. Maandiko ya matakatifu nasema sisi tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, ndio. Sasa tunaposema kwamba hatuna kitu cha kumpita mnyama mm -hmm. Maanake bila shaka thamani yetu iko wapi? Sasa aya ilisema hivi, aya ilisema hivi, Mungu anawajaribu wajue ya kwamba wanafanana na nyama na tunafananaje nao? Ametaja eneo hili kuhusu kifo, tunafanana na. Hiyo haijakuondolea sura na mfano wa Mungu. Una sura na mfano wa Mungu, lakini katika kufa unafanana na mnyama. Ndio <laughs> hiyo tu. Kwa hiyo anachoeleza kwenye hiyo Mhubiri sura ile ya tatu aya ya 18 hadi 21 ametueleza mfanano wetu na wanyama ni uko katika kifo, kwa sababu tuna pumzi ngapi kwenye umbaji? Katika pumzi tuko sawa na wao, katika kufa pia tuko sawa na, tumetoka mavumbini na mavumbini tunafanyaje? Eha, tofauti yetu si tumeomba kwa mfano wa nani na sura ya nani? Lakini pumzi hatuna pumzi tofauti na yao viumbe wengine, halafu kwenye kufa pia hivyo hivyo. Na tulitoka wapi? wote tulitoka wapi? mavumbini. hata na panya alitoka mavumbini, mavumbini. Yeye yeah, anamkia wewe wa kwako uliukata kwa hivyo hivyo tu. Mungu wetu atubariki. Amen, kwa jina la Yesu amina. Tusimame kwa ajili ya sala.